Sodakta kabisa. Ujambo kwa mara nyingine tena, jumamosi ya leo nitazungumza na mwandishi wa vitabu ambaye kazi zake zimegusa mioyo ya wengi kwa namna anavyolizungumzia suala muhimu la kupotea kwa lugha za asili. E, kupitia vitabu vyake amekuwa akitoa mwanga kuhusu namna utandawazi, mfumo wa elimu na mabadiliko ya kijamii yanavyochangia kufifia kwa lugha ambazo ni urithi wetu wa thamani. Kupitia mazungumzo haya tutajaribu kuelewa zaidi kwa nini lugha za asili zinapotea, athari zake kwa utambulisho wa jamii na nini kinaweza kufanywa kuziokoa kabla hazijatoweka kabisa, na matumaini yangu ni kwamba umzima wa afya, popote pale ulipo, ni wasaa mwanana kabisa wa kuungana na mwaliko wetu wa leo ambao ni Uncle Jay, na nategemea unanipata kwa njia safi, Uncle Jay. Naam ankojei. Wewe ni mwandishi wa vitabu na mna kundi lenu la uandishi wa vitabu ambalo mmeanzisha nyinyi. Kupitia vitabu vyenu, mmekuwa mkitoa mwanga kuhusu namna utandawazi, mfumo wa elimu na mabadiliko ya kijamii yanavyochangia kufifia kwa lugha ambazo ni urithi wetu wa thamani, ambazo ni lugha za asili, na hii ndio mada kuu hii leo: kupotea kwa lugha za asili. Matumaini yangu ni kwamba eh, kupitia mazungumzo haya tutajaribu kuelewa zaidi kwa nini lugha za asili zinapotea, athari zake kwa utambulisho wa jamii na nini kinaweza kufanywa kuziokoa kabla hazitatoweka kabisa. Lakini tuanzie kwanza kwenye jina, kundi lenu linaitwaje na kwa nini mlianzisha kundi hilo? Kwanza nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi. Ni kwamba sisi tulikuja kuona jinsi gani lugha za asili zimeanza kupotea hapa Afrika. Kwa hiyo tukaamua tufanye kundi ambalo litasaidia katika kuzi, eh, kuzipa heshima hizi lugha za asili na kuwahamasisha watu kuzipenda, sababu zenyewe ndo wao, zenyewe ndo utambulisho wao. Kwa hiyo zinapopotea hizi, ina maana kwamba wanakuwa wamepoteza nani, ule uasilia wao. Mm -hmm. Na je, kuna tukio maalum au uzoefu wowote binafsi uliokufanya kuona umuhimu wa kulizungumzia swala hili katika uandikaji wenu wa vitabu? Safi sana. Kwanza ni kwamba sisi katika kulifanya hili kundi, unajua kila kitu kinapoanza lazima kinakuwa na mbeba maono. Mm -hmm. Sasa nilipokuja kupata haya maono mimi ni baada ya kuona hali ambayo nilikuja kuiona katika lugha yangu kwanza ya Kibembe. Mm -hmm. Katika lugha yangu ya Kibembe ni kwamba ukienda hata katika vijiji vyetu vya asili, watu wanafikiri kuongea lugha za kigeni ndio maendeleo, na wale ambao wamefanikiwa kutoka nje sababu sisi Wabembe sasa hivi Eh, tupo dunia mzima hasa Marekani, unakuja kuta maeneo mengi watu. Ukifika kwenye majumba ya watu unakuta Kibembe hawaongei tena, tumekuwa ni Kiingereza tumekuwa ni ma... yani lugha zingine zingine za kigeni kigeni, mm, wanafikiri maendeleo, lakini wanakuwa wanapoteza kabisa uasilia wao. Nikaja kukumbuka eh, maneno ya eh, mwandishi Cheikh Anta Diop ambaye nilisema hapo awali ya kwamba yeye ndo mtu huwa ananivutia sana katika uandishi wangu wa vitabu alisemaga kwamba jamii yoyote yenye kujiheshimu isifikiri hata siku moja kwamba inaweza ikaendelea kwa kutumia lugha za jamii nyingine kwa hiyo unapokuwa unatumia lugha ya jamii nyingine ina maana kwamba unapoteza uasilia wako na lolote lile ambalo utaenda, una, una, una, unaenda kufanya wala unaweza ukafanya utakuja kujikuta kwamba unakwenda kupoteza kabisa ule uasilia wa kile ambacho unakwenda kukifanya, sababu so, ya nini? Umesahau kutumia kutumia lugha yako. mm -hmm. Kwa hiyo hilo lilinivutia sana na hilo nikalieleza pia kwa waandishi wenzangu wa vitabu mm -hmm. na wanazuoni wengine wa lugha yetu mm -hmm. nao wakani, wakaniunga mkono, ndo tukaanza hilo kundi mm -hmm. la kutetea lugha ya asili, lugha za asili. Uh, zimekuwa sehemu ya kazi zenu au kazi zako wewe pamoja na kundi lenu hilo. O, pengine nikuulize swali dogo tu, unazichukuliaje lugha za asili katika maisha yenu au katika maisha yako ya binafsi yankojei? Mimi katika maisha yangu binafsi naam, nachukulia lugha yangu kuwa nomini Nachukulia lugha yangu kuwa ndo utambulisho wangu mimi. mm -hmm. Nachukulia lugha yangu kuwa ndo nguvu yangu mimi. mm -hmm. Ya, na hilo ndo tunachukulia pia kama kundi letu. mm -hmm. Kundi letu pia hilo ndo tunachukulia sisi wote. Na ndo tunataka kila mtu achukulie. Hakuna wengine wanasikia aibu kuongea lugha zao za asili. Ya, kuna watu ambao eh, una, unasikia mtu anakuambia ah, bwana hata mambo yako ya Kibembe bwana hata, yani unakuja kuona kwamba mtu yani, yani hajiskii yani kabisa eh, kujitambulisha ku, ku, ku, ku, jita, ku wala kujulikana kwamba yeye ni mtu wa kabila fulani. mm -hmm. Uh, nitakupa mfano kidogo Kigoma kwetu pale, ni kwamba kuna makabila ambayo huwezi ukajua kabisa yeye ni mtu wa kabila gani. Mhm. Kwa unakuta mtu ni Kiswahili Kiswahili Kiswahili Kiswahili, lugha yake ya asili haijui yeye mwenyewe. Ukifika kwenye familia yake hakuna yote anayeongea lugha yake ya, yake ya, ya, ya asili ni Kiswahili kwenda mbele. Mambo yao yote wanayafanya tu katika Kiswahili. Ina maana kwamba wanakuwa wamepotea kabisa. Unajiuliza, sawa, hawa ni watu gani? Hawa ni watu wa kutoka kabila gani? unakosa unakosa kuwaweka, ni waweke ni wahani, Wabembe ni, ni Wagoma ni ni wavia ni watu gani? Unashindwa, una utaweka sehemu gani? Mtu anakuwa anaishi tu kama kipepeo lakini hana hana msingi kabisa ambao unaweza kumweka moja kwa moja kwamba huyu ni mtu wa hapa. So, dakta kabisa, dakika ishirini na tatu zimeenda na maji tangu lipo timu saa kumi na mbili kamili eh, kutoka Mpumalanga ni hapa nchini Afrika Kusini. Niko na mwaliko wangu anaitwa Nkojei, yeye ni mwandishi wa vitabu, tuna chati naye kuhusu kupotea kwa lugha za asili. Ankojei, kuna swali ambalo nimekuliza, pengine nirujie swali kwa mtazamo wako, nini hasa kinachochangia kupotea kwa lugha nyingi za asili barani Afrika na hata nchini kwenu? Mimi nafikiri kupotea kwa lugha za asili ni ulimbukeni tu. mm -hmm. Watu wanafikiri labda kuongea lugha ya kigeni ndo maendeleo. mm -hmm. Labda ndo kusoma sana. Unajua, kuna mtu anaweza akasoma eh, labda yeye <laughs> akawa mtu amefika, amepata mpaka Uh, PhD, sijui amepata shahada, sijui nini. Sasa anataka kuonyesha umaarufu mm -hmm. ya kwamba mimi si mtu wa kawaida katika jamii mm -hmm. kwa hiyo anapo unapomsalimu, unamwambia, bwana habari ya asubuhi bwana. Bwana ah, salama vipi? Are you okay? <laughs> Yaani unakuta mtu anaongea <laughs> lugha ya kawaida tu, mnaongea Kiswahili uh -huh. wala mnaongea lugha yenu ya asili kama vile Kibembe uh -huh. mko mnaongea, lakini unasikia yuko anaingiza na Kiingereza wala yuko anaingiza Kifaransa wala uh, Kiportuguese kipindi wewe ni Mswahili wewe ni Mbembe, labda wewe ni Mbembe wewe uh -huh. ni Msukuma uh -huh. wewe ni Mnyamwezi uh -huh. Lakini sasa hizi lugha za kigeni unaziingizaje kipindi unaongea na ndugu yako? Lakini inategemea, inategemea ulimbukeni, inategemea. Kwa sababu unajua, tuchukue mfano hapa tunakopatikana sisi kwa leo, Afrika Kusini hapa. Ukifika katika baadhi ya maofisi wanaanza kwanza na lugha zao, wakigundua kwamba lugha zao hujui, hapo ndo wanaweza wakabadili kizungu. Unaona mfumo kisi ulivyo hapa, kwa sababu watu wapo, unaweza ukamsalimu kwa mfano kwa Kiingereza, wai wanakuambia nje ya pila, kitu kama hicho. Unaona ni tofauti kabisa na huko Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, eh? na pengine katika tafiti zako au maandiko yako, ni lugha zipi umeona labda ziko hatarini zaidi kutoweka? Katika uandishi wangu mimi na, na ufuatiliaji wangu nakuja na kuona lugha kama vile kibembe, kuna mm -hmm. lugha kama chizoba. Mm -hmm. Kuna lugha utakuta lugha kama vile Wazimba, mm -hmm. Unaona hizi lugha hizi, katika utafiti wangu mimi naona ni lugha ambazo ziko hatarini sana. Sababu ya nini? Hawa watu navyoona, kwa upande wangu, wanapoteza sana kabisa hamu ya kuongea na kufunza watoto lugha za asili, kiasi kwamba unakuta wanaongea lugha zao za asili ni wale watu wakubwa wanakosa kujua kwamba hawa wakubwa wanapoondoka, hawa watoto wanaopanda hawa wanabaki tu ki ki ki ki na Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa wala Kiportugali na Kichina. Ina maana kwamba wanapoondoka wale wakubwa, lugha inapotea. Na ukienda China huko unaongea Kichina tu, Mandarin, kwenda mbele <laughs> na unadhani, pengine kwa mtazamo wako, unadhani kupotea kwa lugha ya asili kunaathiri vipi uh, utambulisho wa mtu na jamii kwa ujumla? Ngoja nitaenda kwenye ma- maneno ya mheshimiwa Rais wa wa Kamruni, alisemaga eh, kwamba tusahau kuendelea kwa bara la Afrika na tusahau muungano wa bara la Afrika. Uhum. Kama hatutachukulia kwa heshima lugha zetu, kwa nini? Lugha zetu sisi ndo zinatuunganisha mm, lugha zetu ndo zitatuwezesha sisi kufanya kitu kwa muungano. Kwa nini mnara wa Babeli kama ulishindana kule, ilikuwa sababu ya nini? Ya lugha. Sasa watu wanashindwa kuelewa umuhimu wa lugha. mm-hmm. Mungu alijua kwamba hawa watu nikiwawekea lugha tofauti huu mnara hautoendelea. Mungu akagawa lugha. Kwa hiyo na wewe sasa, kipindi sisi tunaongea katika lugha ya asili, wewe unaingiza Kiportugesi, inamaana kwamba huu mnara umeshavunja, hautoendelea. Ina maana kwamba maendeleo yetu sisi, umoja wetu sisi ni lugha zetu kwa hiyo tunapo tunapokosa kuchukulia kwa umakini lugha zetu, tujue wazi ya kwamba tutaendelea kuwa watumwa, watumwa mpaka mwisho. Tutabaki tu tunalalamikia watu, oh, sijui nini, wazungu sijui nini. Hapana, tusikae tu tunalalamikia watu wakati wenye matatizo ni sisi wenyewe. Kuna mambo yetu ambayo tunatakiwa sisi tuyachukulie kwa umuhimu, tuwape Tula umuhimu tuwechukulia kwa makini mkubwa tuyaboreshe ili kwamba yatuwezeshe sisi kuendelea. mm -hmm. Tunasoma lugha zao, lakini wao wasomi lugha zetu. Hiyo changamoto kwelikweli. Hebu fikiri kwanza, mtu unakuta unakuta mimi ni Mbembe, wewe ah. ni Mzoba, unakuta huyu hapa ni Mgoma, unakuta huyu hapa ni Mfipa, unakuta huyu. Sasa sisi tunasoma shuleni ah. unaniambia kwamba eh, atakayesikika hapa akiongea lugha ya asili kuna karatasi zinatembea shuleni kwa watoto, ya kwamba ukisikia hapa unaongea eh, lugha ya asili utapigwa fimbo wala utapewa malibzi fulani mm. Kweli karatasi zinatembea na watu wazipewa, tulipigwa hizo fimbo. Lugha tunayolazimishwa kuongea sisi ni lugha ya kigeni ya watu wa Ulaya, tunalazimika sisi tuongee, ndo lugha ambayo mwalimu anapita ubahoni, anaanza kutufunza sisi hesabu kupitia ile lugha, na ndio maana unaona wasomi wengi Afrika, tuna wasomi wengi hawafanyi chochote. Kwa nini? E, uelewa unakuwa mdogo, watu wanakwanza wanakosa ku, kuelewa maeneo ya kurekebisha. Haya ndo maeneo yanatakiwa yarekebishwe, lazima tuchukulie lugha zetu sisi kwa nani umakini mkubwa na umuhimu mkubwa, ili kwamba hata shuleni watoto wetu wafunzwe katika lugha zetu, wafunzwe katika lugha yetu, ndio maana itasaidia watoto wetu kuwa makini na kuwa watu wenye elimu, wenye e, kufanya kazi katika maisha Aye. Lakini hivi tunabaki ni mazezeta tu, tunabaki na wasomi ambao hawajitambui. Lugha na utamaduni mara nyingi hufungamana. Je, unapozungumza juu ya lugha, unaona pia kuna uwezekano wa kupoteza sehemu ya utamaduni wetu? Ndiyo, uwezekano hupo, na tayari utamaduni wetu sasa hivi. Ndo maana mimi nawafisi sana ndugu zetu wa Masai wanakwa, wanakwambia kwamba ni mila pekee yenye nguvu iliobaki Afrika. Sababu ya nini? Lugha ni sehemu ya utamaduni wa mtu. mm -hmm, mm ya ina maana unaposema utamaduni lugha nayo inakuwa himo ndani. Sasa utamaduni wetu sisi unakwenda kupotea. Kwa nini? Sasa hivi wa Afrika sio wa Afrika tena, na hili ndio tatizo kubwa la Afrika. Tunakaa kila siku tunalaumu tuna, tuna, tuna, tuna, tuna viongozi Ah, sijui viongozi wamefanya hivi, sijui viongozi wanatupeleka hivi, sijui. Lakini tunashindwa eh, kuzingatia mambo muhimu. Kuna mambo muhimu ambayo sisi wa Afrika tunatakiwa tuyafanye, ili kwamba tuwarudishe viongozi. Yale ambayo tutayafanya sisi raia ndo yatarudisha viongozi wetu nao katika msingi wa Kiafrika. Kwa nini? Hebu mm. mm. fikiria leo, leo kila watu wana tamaduni zao ambazo wanazo. Wamasai wanaza kwao, sijui Wasukuma wanaza kwao, sijui eh, Wanyakyusa wanaza kwao mm. Wabembe wanaza kwao mm. Waha wana, wanaza mm. Lakini sasa unakuja kuta sisi wote sasa tunaacha zile zetu zile za asili ambazo tulikuta wazee wametuachia, tunachukua za kigeni tunazileta katika jamii zetu. Hizi za kigeni sasa ndo zinakuja zinatuvuruga. Ina maana kwamba sasa hivi kuna mgongano mkubwa sana ambao unaendelea kati ya kizazi cha zamani na kizazi cha sasa. mm -hmm. Yaani mtu ukitaka kukosoa mtu, ukitaka kumwelekeza mtu, akwambia mambo ya zamani hayo Bwana ulimwengu naenda mbele umba bwana, sisi ni kizazi kipya, kizazi cha elfu mbili. Sasa kizazi cha elfu okay. mbili mmegeuka rangi sasa hivi mnatembea vipo chini miguu juu <gulit> na namna unavyoona na, na, na, na, na, na, na, na je, kizazi kipya kinafahamu uzito wa swala hili ambalo tunazungumzia au bado kimeachwa nyuma? Kizazi kipya wao kwa kweli hawajui vizuri umuhimu wa hili swala. Kwa nini wazazi wao. Ndio maana mimi natetea hili kila siku, wazazi wao ndio wanakosa kuwaweka chini, kwa kuwa eh, mila na desturi zinafunzwa mtu, kuna kuwa muda maalumu wa kufunza watoto kuhusiana na mila yako na desturi zako. Naona mm. ina maana no. kwamba sisi bwana, sisi unajua sisi inaweza ikawa kama jioni mm. kama babu wetu alivyokuwa akifanya sisi, jioni, eh, muda wa kula mm tunapokula tumemaliza, anasema kongeni moto hapo, tunakonga moto, alafu anaanza kutuambia story. Unajua nini, sisi wabembe bwana, asili yetu ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Utakiwe kufanya hiki, utakiwe kufanya hiki, unatakiwa ufanye hiki. Ukifanya hiki unaonekana mwanaume, ukifanya hiki. Wanawake nao upande ule, dada zetu nao wako, na mama zetu kule na bibi zetu wanapewa nao kule mawaidha mm. unaona Mm-hmm. Kwa hiyo unakuja kuta, lakini sasa hivi wazazi hawana muda, wazazi hawana muda. Unakuta watoto wakitoka shule wanafika nyumbani wanaingia kwenye michezo TV, TV wataangalia hapo, mende zikiendesha treni, unaona mende inaendesha treni, wanakaa wanateka, wanateka, wamechoka, wanalala. Kwa hiyo ule muda ule waichi kizazi kuendelea kukileta katika eh, mila zetu, unakosa kwa wazazi ni walaumu wazazi hapa. Hiki kizazi kipya mimi sikilaumu sana, na walaumu sana ni wazazi. Sababu ya nini? Wao ndo wamesababisha, wame hawa watoto hawa kuwa hivi walivyo leo. mm -hmm. Lakini watoto ambao unawastiki kwao weo ni wale watoto wa mjini, sindio? Mimi si so watoto wa mjini tu, hata vijijini pia, hata vijijini. Sababu haya nayoongea mimi si kwamba ni mjini tu, hata vijijini pia, vijijini pia, haya mambo yapo. Watoto nani, wazazi wanakosa muda wazazi wanakosa muda wa kuongea na watoto, wazazi wanakosa muda wa kuweka watoto chini na kuwa wanawafunza eh, mila na desturi zao. Kwa hiyo unakuta watoto wako zao bize tu, sababu unajua e, eh, watoto hawa wa, wa vijijini wa wana simu wapo wana wapo WhatsApp, watakuwa wako kijijini lakini wako bize WhatsApp, wako bize Instagram, wako wapi, wanachukua tu yale wanayoyaona Instagram wana... sasa hivi kizazi tulichonacho ni kizazi cha mitandao ya kijamii kwa yale ndo wanakopi wao, ndo wanakopi kopi wale, eh, wanatumia katika maisha yao ya kule mpaka kule kijijini, sababu simu sasa hivi ni dunia nzima, popote pale ndipo unaona kwa hiyo unakuja kuona wazazi sasa, kuliko kuwa wanachukua muda wakuwa wanaongea na watoto ule muda unakosa, hasa mambo ya asili. Kama ataongea naye labda ataongea naye mambo mengine, bwana. Unaona vijana e, wenzenu sasa hivi wanajitahidi, wanaenda mamijini huko, wanaenda watafuta pesa, sijui wanafanya nini. Labda hayo ndo unaweza ukasikia mzazi anaongea na watoto, lakini kusema kwamba awaweke chini, naweza kuwambia bwana, sisi mimi nimewaita hapa leo, nataka tu kwanza tuongelee kwanza utamaduni wetu sisi bwana ni Wabembe sisi, utamaduni wetu ni huu una uh, majua mwaka elfu moja tisa mia kumi na mbili palitokea hili na hili katika kijiji fulani mzoo mm, e, fulani wa kijiji fulani, ilikuwa hivi, ili swala lilienda hivi, wakaliendesha waka hivi na hivi likawa hivi ya, kwa hiyo nanii ya, mambo mm, kama haya mnaweza mm, mkafanya hivi, unawapa watoto eh, mzigo ambao watakuwa nao katika maisha yao yote, na watakuja kuacha kesho kwa wale wanaokuja. Tumalizie na mwafaka au suluhu. Sasa nini kifanyike? Pengine kwa maoni yako, uh, unadhani nini kinaweza kufanywa na serikali uh, pengine jamii au taasisi za elimu, kuziokoa lugha hizi ambazo zinaonekana ziko hatarini kabisa kuweza kupotea? Ya mimi kwa upande wangu, pendekezo langu ni kwamba kila kila kila kila kabila kila kabila wa angalie jinsi gani wanaweza wakasaidia lugha yao. Na ndio maana sisi katika kabila letu la Kibembe tulikaa chini kwa sababu hapana, tunatakiwa tufanye kitu basi, tukaweza kuunda eh, ili baraza ambalo litakwenda kusimamia lugha yetu ya Kibembe Ibolo, ya Ilonji, Ibondo, Ibile ni baraza ambalo limeundwa rasmi kwa ajili ya kuboresha na kutangaza lugha ya Kibembe ili Wabembe pote pale walipo waendelee kuheshimu lugha yao, kuipenda na eh, waendelee pia kuiongea, kuisoma na na kuweza kuisambaza kwa watu, sababu unajua lugha bwana, lugha kwa upande wangu mimi, lugha ni utawala. Lugha ni utawala, kwa hiyo kila kabila kama wanaweza wakafanya jambo kama hili, hili litasaidia pia kwa jamii kuweza kufikisha hili katika e, katika serikali za nchi mbalimbali, ya kwamba sisi jamani, tunaona ah, hapana, tunavyokwenda sio kweli. Ruhusuni lugha zetu, watoto wetu shuleni, wao wanaongea lugha zetu, wao wanafunzwa katika lugha zetu Ndo unakuja kuta sasa katika e, nchi ambako watu wamejitambua mapema, unaweza ukakuta kwamba e, mnaongea lugha zingine tu, mnapokuwa shuleni mnaongea lugha zingine mm. Lakini mnapoingia darasani mm -hmm. lugha ambayo mwalimu anakwenda kuitumia ni ile lugha ambayo ninyi wote mmechangia kama vile lugha ya Kiswahili mm -hmm. Lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo sasa hivi ni lugha ya Afrika na mwalimu anapokuwa anaingia darasani na anafundisha watu kupitia hii lugha ya Kiswahili, kama kwa Tanzania vile, wanafunzi wote wanamsikia vizuri, wanampata vizuri. Unaona bwana, eh, kama vile upande wa Kongo, Burundi, Rwanda, Uganda, eh, Kenya unapoongea mwalimu anapokuwa anaongea Kiswahili darasani wanafunzi wote watampata vizuri sana, lakini wanapokuwa kwenye mapumziko na kadhalika, wako huru wale, huru kuongea lugha zao za asili. Sio kwamba wewe una, unatakiwa hapa tu uongee Kiingereza ukiwa ukifika tu darasani lazima uongee Kiingereza, ukifika tu darasani lazima uongee Kifaransa. Hapana, huo ni utumwa, huo ni utumwa ambao tunaendelea kuweka kwa watoto wetu, na hili litakuja kuangamiza kesho. Mmhm. Tupo katika ulimwengu wa teknolojia, pengine unadhani teknolojia inaweza kusaidia vipi katika kuhifadhi na kufufua lugha za asili? Uh, mimi nafikiri kama nilivyosema hapo nyuma ni kwamba teknolojia inaweza ikasaidia, pia inaweza ikasaidia. Kwa upande wangu, haiwezi ikaathiri sana kama watu tutakuwa mashini. hmm. haiwezi ikaathiri sana kama tunaweza tukaitumia teknolojia kwa manufaa yetu sisi, haiwezi katuzuru, lakini tukiitumia teknolojia kwa manufaa ya watu wengine itatuasiri. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nilikuwa nafikiri kwamba e, lazima makundi sasa yale ambayo yamesimamia zile lugha kama hili kundi letu sisi la Ibile, kundi ambayo limesimamia lugha ya Kibembe sasa hivi ni kwamba natakiwa sasa kufanya nini kuwa eh, tunahamasisha sasa hmm. jamii tunahamasisha jamii yetu sasa hmm. kupitia mitandao ya kijamii na mahali pengine popote pale, kwenye eh, kwenye internet tunawahamasisha kuhusiana na lugha yetu ya asili, tunawafunza namna gani ya kuandika lugha yetu ya asili, eh, kuongea lugha yetu ya asili kufanya nini. Kwa hiyo hii itasaidia. Hebu eh, ngoja nikurudishe nyuma kidogo. eh, kuna siku fulani tuliweza kuweka posti moja pale eh, Instagram. Tuliweka posti moja alafu tukapata eh, nikapata kama watu kumi na sita hivi kutoka Marekani, Wabembe eh, bado ni vijana wa elfu mbili, wanasema kwamba tafadhali, sisi baba zetu ni Wabembe, mama zetu ni Wabembe, lakini sisi hatujui nani kibembe vizuri mm. Kwa hiyo maombeni tafadhali, eh, mtuambie kama darasa vile mtuingie mm -hmm. kama darasa sisi kundi ambalo tuko hapa mtuingie kama darasa ili kwamba m mm -hmm. mnatutumia masomo ya Kibembe kila wiki unaona. mm -hmm. Sasa unakuja kuona kwa hiyo, teknolojia pia inaweza ikatusaidia kama tunaweza tukaitumia kwa malengo mazuri ya kusaidia jamii jamii yetu. mm -hmm. Sasa, mbali na kuandika vitabu, wewe kama wewe una miradi au mipango yoyote ya baadaye ambayo inahusiana na kulinda lugha za asili uh. Mimi kama mimi, kwa upande wangu sasa hivi mm, kitu ambacho nafikiria mimi, naam, nafikiri kwamba katika nchi zetu zile ambako tunaongea Kibembe, ambapo watu wanaongea Kibembe, mm. mimi nafikiri katika kila nchi nchi vile kama Tanzania nchi kama Kongo vile nchi kama Burundi nchi kama Rwanda kama Uganda wabembe wapo huko. Kwa hiyo mimi ninachofikiria kwa upande wangu mimi, Uh -huh. E, kwa upande wangu wa uandishi wa vitabu no. E, nafikiria yaunde ya maktaba katika hizo zote nchi, ina maana Tanzania ao maktaba ya kibembe tu ya lugha ya kibembe, maktaba ya lugha ya kibembe e, Burundi, Kongo, Rwanda, e, Uganda, alafu pia mimi napenda ibile sababu ya nini? ibile nao wana mpango kama huo pia, wana mpango kama huo wa kuweka maktaba katika e, nchi zote hizo, maeneo mbalimbali, ili kuwezesha vijana wa Kibembe kuwa wanapata nafasi ya kufika pale wakajisomea. Alafu isitosha pia, e, kuna mpango mwingine ambao wanao wa kuhamasisha wazee, wazee wawe na shule rasmi la Kibembe wao wanakuwa na shule rasmi, na kama kwa upande wa Ibile wao tayari wameshafanikiwa kupata walimu na walimu wameshajitolea kuanza shule, kwa nafikiri muda eh, wowote tu wanaweza wanaweza ukaanza eh, mpango wa kuanza kufunza watoto watoto eh, lugha ya Kibembe. Naona ina maana kwamba watoto wafunzwe lugha ya Kibembe, wapende lugha ya Kibembe, wao wanajua kuandika kusoma Kibembe. La, nafikiri hiyo itasaidia sana Angoje ni kupe neno la mwisho kama, eh, dakika kiduchu tu eh, ujumbe, tuanze ujumbe wako, uanze kwanza kwa wazazi, lakini pia umalizie kabisa na ujumbe kwa vijana, ambao hawa ndo walengwa kabisa, wote eh, wawili wa ni walengwa, wazazi na vijana wa kizazi kipya. Ujumbe wako ni upi kuhusiana na mada mezani? Ujumbe wangu naanzia kwanza kwa kwa wazazi. Nahamasisha wazazi wote kuwafunza, nani, kuwafunza vijana kuwafunza vijana kupenda lugha za, zao za asili na kupenda tamaduni eh, zao. Halafu isitoshe pia vijana nao tafadhali, huko mnakokwenda ni utumwani. Ina maana kwamba wazazi wazee zamani walipiganisha utumwa, lakini nyinyi sasa mmeamua kujipeleka wenyewe kwenye utumwa. Hizo lugha ambazo mmezikumbatia ni utumwa. Pendeni lugha za asili Sababu ya nini? Lugha za asili ndo zitawezesha nini kuwa kama nii aya ankojee. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, asante sana, nashukuru sana mtangazaji.